Mvua inaposhuhudiwa maeneo mbalimbali nchini, makundi ya kinamama walioathirika wa na mmomonyoko wa udongo pamoja na kiangazi cha msimu uliopita, wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kupokea ufadhili wa kuwasaidia kukabili matatizo hayo. Bonifas Barasa anaarifu kutoka kaunti ya Samburu. Ni akina mama wa makundi mbalimbali walioathirika na kiangazi, wamekongamana katika eneo la Lulkuni ya Nisamburu Mashariki kupokea hamasa na ufadhili utakaowezesha kufufua tena ufugaji na kuendeleza gurudumu za kuzilea familia zao. So today we are honored here to idadi uh, so kubwa ya kina mama hao wamekiri kutegemea ufugaji na kuathirika na kiangazi kwa pakubwa, mifugo aliotegemea wakiangamia kipindi cha kiangazi na kutaja ufadhili huo waliopokea kutoka shirika la Samburu Women Trust kama utakaofufua matumaini kwenye familia zao. tumekuwa tume, tukitegemea wanyama kwa muda, na imekuwa jilali, imekuwa ikiwamaliza iki, iki, iki na wamama wanabaki hawana chakula cha kuwapa watoto wao na malnutrition inawaingilia na watoto hata kusoma inakuwa ina shida. Samburu Women Trust imeweza kutusaidia kuhakikisha tumefanya initiative yenye tulikuwa tunafanya kwa communities. Tumeweza kufence schools that is ECD school, tumejaribu kufence kuna pia mitaro mingi mingi ambayo ilikuwa inaweza kubomoa manyumba ya watu. Tumeweza pia kutengeneza hizo mitaro. Wengine wanasema wamekuwa na shida pia ya maji ya, ya machamba yao Sto, ya tuseme hawana storage tanks na leo basi wakati wamepata hiyo pesa, angalau wanaweza uh, kupata storage tanks, na pia wanaweza kupata chakula uh, kwa wingi. Hata hivyo, kina mama hao wanapokaribisha ufadhili huo kama utakao wa kuamua tena katika kuzilea familia zao, wametakiwa kutumia fedha hizo ipasavyo badala ya kuzipunja au kuzifuja visivyo. Ni jamii yetu ambayo walipata pesa, wale walipewa, walifaidika na pesa ya Ngichon waweze kutumia kwa njia nzuri iwe ni kitu ambayo inasaidia jamii na inasaidia kila mtu i just want to uh, request and uh, ask the people who are going to benefit uh, to put more effort what they are going to to get from the organization i just want to request them to try and work hard to be able to grow their businesses Uh, and I know it will help them. Adhi ya kinamama hao wanapoelezea haja ya kufufua ufugaji kwa mara nyingine, idadi kubwa imeelezea azma ya kulenga kukumbatia kilimo na biashara ili kuzilea familia zao pasi na tashwishi. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, eneo la Lulkunia ni Samburu Mashariki.